Wow. Wow. Yanga, Yanga Yanga tupo Yanga tupo ndani ya sheria. Si ndio? Sisi hatujakosea mpira. Wale wakosea mpira ni hao Bodi ya Ligi. Si ndio? Sisi tumesimamia sheria na kanuni ni jinsi ninavyosema. Si ndio manake? Hivyo basi sisi tupo tayari. Sawa? Ta, kama tumewapelekea kesi yetu ameshindwa kuisikiliza, basi wafanye lolote wanataka wanaotaka wao kufanya. Sawa? Kushushwa daraja mpaka si wapi wapi, sisi tuko tayari. Sawa bana, tupo tayari. Sawa bana. Alafu sasa tutaona what is next baada ya Yanga kushushwa daraja, tutaona what is next. Sawa, kama ni mpira kufungiwa, si tupo tayari? Tupo tayari kufungiwa mpira wetu. Na mtu yeyote ambaye analitakia, ana, ana mema soka letu la Tanzania, angeanza kwa kukinyoshia kidole chanzo cha kwa nini leo Yanga tumekuja na kauli mbiu yetu, yetu inayosema hatuchezi ng'o. Angeanza kwanza kuwanyoshea kidole wale waliosababisha leo tuseme hatuchezi ng'o. Kwa hiyo hatuwezi tukamkataza ndugu mwandishi, hatuwezi tukamkataza mtu yeyote kutunyoshea kidole, kwa sababu na yeye ndio utashi wake ulipokomea pale. Kuingia hasara, mpira unaingiza hasara. najua mpira sio mandazi kwamba mtu anaweza ukamrushia akaokota. Mpira ni uwekezaji, watu wanatumia fedha watu wanatumia gharama, mashabiki tunatumia muda, lakini pia wanachama tunatumia muda. Kwa hiyo yale maumivu tuliyonayo tunapoona au tunapo tunaposikia masuala ambayo hayafai katika mpira, kwa kweli tuna, tuna, tuna, tuna, tunasimama kidete kuhakikisha hatuyumbi katika masuala ambayo hayafai kuwemo katika bodi yetu na katika, na katika. Kwa hiyo sisi kama wana Geita au kama mkoa wa Geita tuko hapa kuungana na wanachama wengine kama mnavyoona, pamoja na viongozi wengine hawa kuhakikisha tunafikisha kilio chetu kwa bodi ya ligi. Tumesema atufanyeje, atutese boo! Hii ni sauti ya wanachama. Tumesema atufanyeje, atutese boo!